Kama kawaida ya entertainment exclusive interview kutokea hapa Global TV ambayo inakujia kila siku, siku leo hii utaipata kwa ufupi kwa sababu nimefumania hivi sehemu fulani njiani, nimekutana na mkali mmoja. Kabla hatujajua jina lake, nikukumbushe tu kwa wewe mjanja ambaye unatumia Vodacom na kama hujawahi kutumia, basi huo ndo ujanja wa kutumia mtandao wa Vodacom kupunguza gharama ukijiunga na vifurushi vya red kwa kubonyeza nyota moja nne tisa nyota sufuri moja alama ya red, unachagua red, mambo yanakuwa vizuri zaidi. Vunja bei, ndio unaonipendezesha na Sinza madukani, kituoni, pamoja na mbagara za KMD live 15 bei ya t-shirt trouser kali 19. Hapa yupo mkali ambaye yeye yeah, amekuja na mapinduzi makubwa zaidi katika ulimwengu wa tasnia ya filamu Tanzania na Bongo Movie kwa ujumla, Daudi Michael Duma ambaye alianzia kwenye siri ya mtungi. Mambo vipi? Mshukuru Mwenyezi Mungu kama nimekubahatisha nime hivi, kwa sababu projekti zako bwana, mara Kenya mara huku mara vipi? Za Kenya zinaendeleaje kwanza au umemaliza tayari kazi? No, kazi hujamaliza bado, tunaendelea na bado series na luka bado kwenye TV na tuna project za Tanzania pia na na project yangu binafsi pia. Nimeonaona hivi sehemu fulani kwamba ni mmoja au miongoni mwa wajumbe sijui ni mabalozi ile kampeni ya uzalendo kwanza, kwanza unahusika vipi pale ya kwanza? Mimi ni mjumbe na nimo kwenye kampeni hiyo kama mdau wa filamu na, na, ni, ni mdau wa nchi yangu vile vile, kwa sababu mi ni mzalendo. Kwa hiyo miongoni mwa wazalendo sahihi katika nchi, Duma ni mmoja wao, ndio maana akachaguliwa yeah. Kampeni ile lengo lake ni nini? Lengo lake kumsaidia mheshimiwa rais kazi zake na kuweza kusaidia kuwafahamisha wananchi wa Tanzania nini maana uzalendo. Ah, wawe na uchungu na nchi yao wajivunie nchi yao, tuweze kuzitunza rasilimali zetu kwa umakini zaidi endapo mtu akitaka kuharibu rasilimali zetu. Miongoni mwa rasilimali ni sheria ya nchi na katiba, lazima tuzifate, lazima tutaishi vizuri, tutajivunia nchi yetu. Vitu vingi sana vipo, lakini hiyo ni intro tu, una unaizungumziaje bongo movie kama kiwanda cha filamu? <laughs> yeah, kiwanda cha filamu kidogo kimeyumba kime kidogo, ila kuna watu ambao wanasababisha kiwanda kiumbe ya yeah, wapo na, Ambo, ambao ni kina nani? Mmoja wapo ambaye anasababisha kiwanda cha filamu kiumbe ni Gabo ni miongoni mwa virus kwenye industry ya filamu. Uh, ni uh, kwa nini ninasema virus? Sina chuki naye, ila point kuwa lazima tuangalie kwa mapana. Tukiendelea kuogopana, industry itakuja kufa. Isto, istoshe, mimi na watoto na watu wawili, ni baba, nategemea filamu, nategemea sanaa, lakini napoona mtu mmoja na alibu sanaa, nikinyamaza kimya, nitakuwa ni mjinga ambaye sina akili kwa nini Gabo? Gabo amepata tuzo karibuni tatu. Sawa, isitoshe, tuzo ya mwisho amepata mwezi wa, mwishu, wa kumi na mbili, tarehe kumi, EATV Awards. itutegemea mwaka huu afanye vitu vikubwa sana sana kwenye nchi na serikali na watu wote na makampuni masponsa walitoa support, lakini hajafanya kitu, hatujaona chochote anachokifanya, hatujaona. Umeelewa vizuri? Sasa inauma kuona mtu ambaye wamemtrust wa tanzania E, afanye kitu kupewa tuzo, maanake umepewa morali ya kufanya kitu kizuri zaidi. So atujiona anachokifanya, so huyu si mtu sahihi, huyu ni virus kwenye industry ya filamu yani. Gabo ni virus popote alipo, anajua ni virus. Lazima ajirekebishe, lazima abadilike, afanye vitu vikubwa kwa Watanzania. Watanzania wanahitaji mtu mkubwa ambaye anaweza kujitengeneza kawa mkubwa zaidi. Sawa msanii, hata anapoonekana kazi zako, ufanye kazi kubwa zaidi na zaidi, teneza connection yako, teneza eh, teneza management, teneza teneza watu ambao wanaweza kutafutia deal, teneza tafuta nini, tafuta tafuta deal kitaifa na kimataifa. Angalia Duma, nafanya project nje ya nchi hii, mara hapi, soma ya tatu na project Kenya, eh, naenda Uganda, naenda wapi, Rwanda, nafanya. Gabo hajafanya kitu chochote toka amepewa tuzo eh, amepewa tuzo, amefanya movie moja tu ambayo tuzo ni safari ya gwalu tu baada ya hapo tunyoa kazi nyingine hizi filamu za kwenye mitandao zaidi ya 15, 15 haziwakizi wa wa Tanzania. Isitoshe, wa Tanzania wana kiu na filamu zetu. Kama umepewa umekupata tuzo still wafanyie kazi ambayo itafika mitaani kwa wakati, iwe series iwe ni movie ambayo inaingia kwa DVD inaingia wapi, lakini lakini iwafikie watu mtaani. Hizi hizi hivi za danganya toto tu, tunataka project ambayo itashtua nchi nyenaingiwakiniiwafiiwatumtaahizihhzizawatu wanje alipewa tuzo ameshtua nchi. Yupo tu kalala, ana jipya, yee yeah, mwinyi atufanyi chochote. Kuna nchi, huyu ni virus. Gabu ni virus kuna industry hii. Amepewa bendera, peperushe, lakini peperushe bendera. Si nyumbani kwake, si chumbani kwake, anaangalia tuzo, akiziangalia kalizika, zimeloa vumbi. Why, man? huyu sio mtu sahihi. Gabu ni virus. Yani, unayeongea yote hayo yamenipa swali fulani hivi, kuna kuna tetesi kwa mbona gabu amuongei sasa, sijui kama hii nachangia katika haya ambayo unayaongea na mimi siongee kwa sababu sio mshikaji wangu, sio kama tuongee kwa baya. kia mu targeti zake mzee, umeongea hapa. Mimi niko busy mzee, hata kama afikiri industry, lakini wananyanyua industry kwa njia nyingine still msanii hakuzungumzia hata interview, haonekani kwa sababu hana cha kuongea. Hata kuna event kubwa hawamwaliki kwa sababu hivyo, kutoka mtu akitokea aonekane kama star eh? Msanii anaweza kurudia suti mara tatu kwenye event kweli, huyo star tunamhitaji acho nini? Kama ameshindwa kuigiza akae pembeni, asema jamani, mi nimechemka, endelea na safari mbele, watu endelee kuliko tu nimempa mtu tuzo, au watu wana trust, watu wanampenda sana wa Tanzania, lakini hawatendei haki mashabiki zake, kwa sababu afanyi kazi kujia mashabiki zake, anafanya kazi ndio maisha yake, au yeye binafsi tu. Still tunataka watu sahihi kwenye industry. Watu wanampenda sana wa Tanzania, yes. Lakini hawatendei haki mashabiki zake, yes. Na wewe unachoongea unaitafuta ile haki kumaanisha kwamba wewe ni mmoja kati ya mashabiki zake. Mimi sio shabiki wake Gabo, yani yeye, yeah, yeah, labda ndio, uh, shabiki yangu mimi. Sio so shabiki wa Gabo, ila wa Tanzania walimpa tuzo. Tuzo zilitolewa kwa kupiga kura, it means watu walipiga kura wengi, sawa. Manake walitumia pesa zao, matarajio yao uwalete kazi nzuri zaidi ya ile walipiga kura, si ndio? Isitosha, kuna tuzo zinakuja mwaka huu, atata filamu gani? mwaka hajafanya filamu yoyote, hivyo vipande vipande vya kwenye mitandao, hakuna kitu. Lakini Duma ana huba ambayo inaruka DSTV kila Jumanne na Jumatano saa moja na nusu na Nyota ambayo inaruka Azam TV Jumatatu mpaka Ijumaa saa moja na nusu na project ambayo inakuja na Mchongo sio, inafanya vizuri sokoni, na Chuntama inafanya vizuri sokoni. Yeye kae naye, muulize na filamu gani toka mwaka jana mwezi wa tano au sita au saba? Ana filamu gani ambayo imetoka? Ana kazi gani ambayo kwenye TV online ambayo inaonekana yani? So hiyo sio mtu sahihi. Ana project moja iliyofanya kimataifa, anasema dai project ya kimataifa nimefanya. Siri Mtungi nimefanya Nira Kenya nimefanya Nyota naenda kufanya nimefanya Huba na na project zangu kubwa nyingi sana na kuna project kubwa, nitakusahau kuambia. Kuna project kubwa inakuja tunafanya queen wa bongo flavor wa bongo movie Tanzania Iron Warrior inaitwa bei kali. Kuna wasanii anaitwa Rado, kuna msanii anaitwa Pacho Mwamba, kuna msanii anaitwa Emedi, kuna msanii anaitwa wapo kibao, kuna hiyo project, kuna hiyo siito nimeitwa mimi timis. Mimi nipo unique man mzee, mimi niko unique, nafanya kazi, najituma siwe kibisho mbele, nafanya kazi. Gabo virus, kuna industry gabo gabo virus? Wewe nani? Mimi mimi hmm. mm. antivirus na huwa virus <laughs> <laughs> Shukrani sana kwa maoni yako kwa kumkali na mjanja ambaye muda wote tumekuwa pamoja kwenye entertainment exclusive interview fupi, eh bwana. Kwa everyone. Tukutane katika vipindi vingine. Usisahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii, lakini pia usisahau Vodacom ndio wanayotupa nguvu, lakini support nyingine kubwa kabisa inatoka kwao. Vunja Beo unapatikana Sinza madukani pale kituoni, pamoja na Mbagala za KMDA Live ambao wananiwezesha kushine, wanamwezesha pia Big Director naye kushine. Huyu ni Amani Madebe, much respect kwake, lakini za pili kwako; za tatu ni kwa Genesis Health Gym wanaopatikana pale Sayansi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 ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube, ikifunguka andika neno Global TV Online na usearch